E, bwana kuna mpya imetokea jana, baada ya kuona taarifa ikimhusu askari mstaafu wa jeshi la magereza mm. huyu anaitwa Christina Mjema mm. e, mwenye umri wa miaka tisini mstaafu huyu mm. e, bibi huyu yeye amefanikiwa kupatiwa yale malipo yake, alikuwa na dai ya shilingi laki tano malipo ya nauli mm. alikuwa e, kilidai jeshi la magereza alikuwa kilitumikia wakati wake kwa miaka 31 ya madai, hatimaye ndo amelipa laki tano miaka thelathini na moja nafuatilia malipo yake ya shilingi laki tano yeah, ya shilingi so, laki tano. Faida isiwe hiyo laki tano, lakini faida ikawa haki imepatikana, haki yake ameipata. Swala la haki ni lingine kabisa. Sasa kumbuka e, hayo ni malipo tu ya nauli. Unajua wakati anastaafu mm, kulikuwa kuna fedha ya nauli ya kusafirisha mizigo yake kutoka pale katika pale kambi ya jeshi la magereza Babati kuelekea nyumbani kwao, na huyu alikuwa ni mkazi wa Same, Kilimanjaro. Sasa tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne hadi leo elfu mbili na ishirini na tano ndo hatimaye jeshi hilo linamlipa fedha yake hiyo. Achana nayo mambo, haizungumzi kuhusu masuala ya kupanda kwa thamani. Alihitaji tu hela yake, na hii sasa ni baada ya mkuu wa mkoa wa Manyara mm. ah, e, kuingilia kati yeah. Akaamua wasiliane na magereza jamani, mm. e, e, bibi akaamua amfikishie mkuu wa mkoa jamani, sasa mimi nachoka, unajua umri wa miaka 90 sasa hivi eh na huyu kumbuka, ni mkazi wa Same Kilimanjaro, mm -hmm. Fuatilia bwana, nimefanya kazi hapa, e, e, <laughs> sasa sisi tuwapongeze <laughs> Eh, sasa sisi tunapongeza, sijui tupige spana bwana, sielewi. Hatimaye labda kama kuna vikwazo vya kawaida ambavyo sio imesababishwa na mtu, na hivyo ndio wastaafu wengi wanalalamikia na mm-hmm. najua wastaafu wengi kufuatilia madai yao sio e, yale makubwa sana mm, ee, na bahati nzuri kuhusu wastafu wanajulikana kabisa kwamba bwana mm, mimi naenda kustafu labda miaka miwili ijayo. Yale maandalizi ya kabla ya mm, kufanyika e, watu wayafanyi. Yani kuna watu ambao wajua urasimu rasimu kidogo mm, wale wenye nafasi za kuhakikisha kwamba ya mambo yanatokea e, wanazungusha zungusha, mwisho wa siku mtu akistafu Ah, ile kumbukumbu yake nzuri yote ya utumishi wake katika eneo husika mm. Inamtoka kutokana na bwana, nipeni changu. Watu wa wengine waheshimiwa kule wao, akimaliza tu bunge, zile zinafungwa bunge leo, tuweza tu mzigo, anaingia hapo asa. Kwa hiyo watu wa tunga sera wenyewe kule ni swala, nipeni nikupatie hapo ah, yani akimaliza tu mzigo hapo, bwana eh wa utumishi eh, kusikia mbunge anafuatilia mafao wabunge kwa kwa wamelalamikia kuchereweshwa kwa mafao yao. we, uh, ye, ye, ye, wakweli hiojiknaa najua e, <nye> <Lazo nye> wanatunga sio kwa ajili yao, wanatunga kwa ajili ya jamii, lakini kwenye kunufaika nazo zaidi wale waliotungiwa wanufaiki nazo mpaka wa mapambano makubwa. Kwa mfano kama hii mstaafu wetu huyu, bibi yetu mpaka amelazimika kumtumia mkuu wa mkoa ambaye ndo amewasiliana na jeshi la magereza pale, ambaye jamaa anapoja kwamba utaratibu na nini lakini, laki tano, laki tano mm, eh, laki tano wale subiri za miaka yote. Ah, jamani, miaka na ukifuatilia uh, na wagundua ni kakikwazo ka mtu mmoja wawili, amestafu bwana. Sasa bungeni pale mara kadhaa mjadala aina hii mm, na nakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mbunge wa Sengerema, Hamisi Tabasam, aliwahi mm, kuongelea swala hili la wastaafu. ukame kidogo Oh. Wa mnauza hadi mvua zinyeshi, wazee wamekasirika, oh. Huko hey, kweli. Tumsikilize kwanza mbunge huyu wakati akitoa mchango wake kuhusiana na mafao ya kuch kucheleweshwa kwa mafao kwa wastaafu, hususan wale wanaotumikia jeshi la polisi nchini Tanzania. Shauri wangu ni kwamba tengeneza kliniki za kusikiliza matatizo ya wastaafu katika nchi hii, tengeneza makamishna wasaidizi waende kila mikoa Wazee wastaafu wanapata shida sana, wanatembea wanatembea na mafaili. Mtu anakwenda kustaafu ana mwaka mmoja hajalipwa mafao yake. Sasa hili ni tatizo kubwa sana, serikali inapata dhambi bila kujua. Tunashangaa nchi hainyeshi, kwa sababu kuna watu wamedhulumika haki zao, hizo zinaitwa dhambi baridi. Kwa hiyo watendeni haki hao wastaafu. Mtu ameajiriwa amefanya kazi serikalini miaka arobaini, mheshimiwa waziri, alafu bado unamuomba akuletee salary slip ya kwanza ya aliyoajiriwa nayo akuletee barua ya uteuzi. Ana miaka arobaini, ameitunzaje hiyo kitu? Sasa hii ni hatari kubwa sana, hizi zambi hebu ziacheni. Ukiweka makamishna wakasikiliza, wanatoka katika wilaya, anakuja kwa mfano akitoka Sengerema katika jimbo langu anakwenda Mwanza, nauli shilingi elfu tatu. Anapeleka hoja zake pale, anasikilizwa, anarudi. Na wale makamishina waje pia katika wilaya, makao makuu ya wilaya, wanasikiliza kesi za wastaafu. Lakini baadaye, mimi hapa kuna askari mmoja ana miaka 40, amefanya kazi serikalini, alafu amekosa hata pesa za, wa, za, za kumsafirisha kumrudisha kwao, hazipo. Sasa hii ni tatizo kubwa sana.

ya kutambulishwa kazini, ile ya kwanza kabisa, ambayo mm -hmm. yeye alisaini akaingia kazini no. tukaenda kwenye hiyo ofisi, sitaitaja ni wapi, lakini ni nje ya Dar es Salaam. Tukaenda tukafuatilia, wakaniambia basi, tutawapigia simu tukiipata. Mungu si athmani, wakaipata maana tumeipata, mm -hmm. mm -hmm. ile ile barua yenu, kwa hiyo mkipata nafasi njoni muichukue, kwa sababu hatuwezi kuituma kwenye njia nyingine, njoni muichukue, msaini hapa tuondoke nayo. Kwa hiyo tukazunguka ndani ya kama mwezi mmoja miwili hivi, ile ofisi ikahamishwa kwao mafaili yakawa yanahamishwa kutoka ofisi moja kwenda nyingine baada mm. <laughs> <laughs> ya kuhamishwa, tukaenda tena. Baada tumekuja keneshna kuhamahama, si haionekani tena. Leo mtu ana miaka 15 tangu afariki, familia je kuona hata mia ya yule mtu sababu? <laughs> Eh, yani ile barua yake peke yake kwao, hawaamini kama alikuwa mwajiriwa mpaka aone ile barua na mmekaa naye hapo mda mda, amekaa miaka mingi, amefanya kazi miaka mingi kweli kweli. Alafu hizi masijara za wazi, dokumenti zake nyingine zipo mm. dokumenti zake za mishahara zipo, dokumenti zake za kazi mm. kazini, mpaka madaftari alikuwa, pa, alikuwa na sign pale ofisini hapo mm. ile barua kuingia kazini ndio na, na, na, na, wanamjua, wanajua kwamba huyu ni na hadi kwenye msiba walikuja ile barua kwamba alikuwa rambi wakatoa, alitambulishwa kazini, nafanya kosi ya haki zake. Yani michakato inakuwa mingi kwenye kitu ambacho unaweza kutumia njia nyingine kukipata, mambo ni mengi lakini katika hili ambacho kinatajwa ukiachana na urasimu mm. Lakini pia kuna wasiwasi kuwa e, kuna kutokujali mm. E, kutokujali kwa maana wale watendaji ambao wanasimamia hizi hizi nafasi wanakisha staafu. Sasa kwa wale watumishi wa ngazi za chini huko mm. Ah, kaka wewe, ni wewe, tafuta njia nyingine mm. Tafuta njia nyingine. Sasa jeshi la magereza liko chini ya wizara ya mambo ya ndani mm. Mm, na nakumbuka miezi miwili iliyopita, katika bunge la kumi na nane naibu waziri pale Daniel Siro mm -hmm. Alisimama bungeni e, kuelezea michakato ilipofikia hususan kwa wale wastafu ambao wanadai mafao yao mm. Sema bwana, e, e, kama kawaida kwenye ujenzi kuna upembuzi yakinifu Hmm. Lakini huko nao hey, tuna, tunaendelea uh, uh, kujihakikishia yeah. Tujikumbushe kwanza Naibu Waziri Daniel Silo alipokuwa akijibu swali so, pale bungeni katika bunge la 18 kuhusiana na mafao ya wastaafu kwa, kwa watumishi wa jeshi la polisi nchini. Haya, mpaka sasa madai yaliyohakikiwa na kuwasilishwa Wizara ya Fedha kwa ajili ya malipo ni shilingi bilioni 75 milioni 21474 na shilingi 5 senti 10. Kwa sasa madai yanayoendelea kuhakikiwa ni ya mwaka wa fedha 2024 na kiasi cha fedha shilingi bilioni 21 bilioni 25 laki 267 695 na senti 19 inadaiwa. Pindi uhakiki kukamilika, madai yote yasalishwe Wizara ya Fedha kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo katika hiyo iliyotajwa hapa, bila shaka na ile ya mama yetu bibi yetu Kristina Mjema ilikuwepo. Ki, ki karaka, yani nikwambie ya yani, kitu kuhusiana na hiki na cha bibi Kristina hmm, eh, ni kwamba hata fedha leo toka hmm, sio ule ambayo, hii ambayo inahakikiwa huku wizara ah, ya fedha, zile zilipwe, imelipwa na magereza. Ah, ah welewe eh, eh, walipaji sinajua, walipaji wizara ya fedha mm, lakini wamelipwa na nani? Yes. Eh, mheshimiwa Mheshimiwa mkuu wa jamani, kweli laki tano eh, nini nini, mkuu wa gereza hapo au ni waheshimiwa hapo viongozi eh, kweli laki tano? gereza Babati kama ichukua jukumu e, lakini kama kawaida, bibi yetu akaishukuru serikali kwa mm. kuhakikisha jukumu hiyo dai, dai lake deni lake lina na hilo ni deni la kusafirisha mizigo yake kutoka katika kambi hiyo ya Babati na kurudi kwao Same, Kilimanjaro, baada ya kustafu mwaka elfu mia kenda kenda na nne mm. e, miaka thelathini na moja iliyopita. Hiyo ni kimoja tu kati ya vingi ambavyo vipo mitaani. E, ukiruhusu hapa maoni ya wasikilizaji wetu pamoja ah, ya na simu e, kaka, utasikia akusikitisha hatari sana, kusikitisha paka. Unajuiza jamani, hii ni haki ya mtu yee yeah. Amuoni kwamba yani anatakiwa kuipata, yani mchakato unatakiwa uishi haraka, aondoke zake. Tuna hakiki kaka, we vipi?

na kumbuka, huyo anayefanywa hivyo ni ni mtu mzima mstaafu. Sisi tumeshamfaidi kwenye utumishi wake, na sio kwamba anakuja kudai labda anaomba ana, ana ah, taka hela ah. Eh, ni, ni, ni haki yake. Ameenda kuomba tena kwa lugha nyingine eh, unasemaje? Njoo mwezi ujao.

Ujue hata aliyepo sasa hivi naye hayupo. mm. <laughs> <laughs> Hao watu kusikia, watu kusikia sasa hivi. Lakini nafikiri utendaji uh, bora wa mifumo ni kurahisisha mambo mm. si ndio? Yaani yaani lazima tuweze kutengeneza mazingira ya kurahisisha kwa wale wale wahitaji wa, wa huduma mm -hmm. sindo lengo ya mifumo leo right? mm. tumtengeneze mifumo kwa lengo la kurahisisha shughuli na huduma kwa wao wahitaji mm. Sasa kama mifumo ipo, afu hairahisishi maake, inakuwa naitengeneza hiyo vuta nikuvute, mm. Unajua, nimemsikiliza mbunge, nilikuwaambia hapo tumsikiliza mbunge mm. wa Sengerema wakati wakitoa mchango wake. Yeye alitaja kuhusiana na suala la kuwepo na kliniki maalum za kusikiliza kero za wastaafu. E, ni katika kuanzia ngazi za wilaya huku za kata e, e, wawafikie kama kwenye... ushindwe kuwafikia, basi waweke senta katika maeneo hayo ili wale wastaafu mm. wa wasisafiri kwenda umbali mrefu kufuata. Unaona kwenye ardhi ilivyosaidia, kwenye ardhi imefanya kazi nzuri sana, unaona e, e. Pia kwenye masuala mengine ya haki za mahakamani e, e, e, e, pia e, zi zimeshuka kule kwa sababu tunachelea kupendekeza kidijitali Mm. Kwa sababu wazee wengi ambao tunawaongelea hapa mifumo hey. kidijitali kidogo wanakuwa wako nyuma hususan mm. kwenye matumizi ya dijitali kukamilisha zile, zile ma, m, taratibu labda za mm. matumizi ya tehama na, nini. Kiuambia, eh, tuko fulani njoni, tuko ya, na wa, wakati mwingine wanapenda zaidi kusikilizwa. Kusikilizwa, eh. kusikiliza mzee, bwana, unajua wazee sisi tunamsema mmoja asema mzee aliyekaa ndani kwenye kigoda anaona mbali zaidi kuliko kijana alikaa juu ya dari. mm. zi alika, alika? ndani kwenye kigoda mm. anaona no, mbali, alika. zaidi kuliko kijana alikaa juu ya dari, elewa mm. hiyo mm. mm. e, eh, sasa wale wanahitaji ile hekima na maarifa yao kuwasikiliza hususan kwa wale ambao wanazitumikizwa taasisi baada ya wao wow. Mi kinachonishangazaga ni, yeah. ni uh, kesi kama hizi mm. nasikia amekuja kuis, kuisovu mkuu wa mkoa. Ah, ah, unasikia amekuja kuisovu rais mpaka mm -hmm. mm -hmm. Rais yabaka fika kwenye ziara ya Tukio. Rais mpaka aje ni ni, ni sanga. Alafu na mabingwa wa kufanya ile shughuli wako pale wanafurahia kwamba mkoa mkoa kaja na wanampongeza, wanampongeza. Jamani yeye, sababu rais kuja, unatakiwa hey, baada hey, ya pale wewe uondoke, ndio ukimbie, uone aibu, ujifiche, hey, kwamba ili nilishinda mimi kafanya mkoa mkoa, lakini wewe ndio kwanza unapongeza na unangana mkoa mkoa, mnapongeza pale. Mambo ya ya chini kibaya. Kwa hiyo kuna kuna njia mbalimbali ambazo serikali lazima iangalie namna ya kuhakikisha hatuzungumzi mara kwa mara kuhusiana na hiyo unajua, mm. Najua wazee wana nafasi ya kutoa laana kweli bwana, wazee nchi nzima wakikasirika. <laughs> kuna kipindi hata <laughs> hata wakuu wa nchi <laughs> wakuu wa nchi <laughs> mzee, watu wanadai lao, mzee mzee, na <laughs> mzee anadai afu na nungunika, nungunika, oh vijana siku hizi hawatusikilizi

Sa wengi wanaziacha sasa hizi. Sasa mwenyewe amefuatilia, lakini hajafanikiwa. Unajua, amefuatilia hajafanikiwa, mm. unajua hiyo pamoja na kwamba amepata malipo yake, lakini hakufanikiwa ye, ye. Mw. Mw. unajua mw. kupatikana tu kwa mifumo haijafanikisha bado kwa miaka 30 Sio mshahara, sio mafao, hiyo ni nauli ya, sio tena, sio kumsafirisha e mizigo yake, siajua. Pale ndo mkao, bwana, yeye fungasha, mpishe mtu mwingine hapo. Sasa mizigo yako na tano yako tarudisuda, na furaha kurudi nyumbani same

Yaani kuna maeneo mengi tutatumia muda mrefu sana. Sawa, hata kuna masuala ya mm, kiuchumi kuna nini? Sawa eh? Mm. Kuna mambo ambayo hiyo tumesema bureaucracy. Eh. Yaani kuna muda mrefu sana ambao unapotea. Sawa kuna mambo mengi sana, ambao kama tungeweza kunde, tungeweza kuutilize. Nafikiri labda tungekuwa tumesogea zaidi. Mm. Umeelewa? Eh, kwa sababu tutaweza tazama kwa mfano hata kuna kipindi fulani cha kwa mfano masuala ya uwekezaji. Mm. Bureaucracy. Mtu anakuja na mtaji kwa mfano, ana anakuja na pesa ambayo pesa uki, mm. uki utilize watu watapata ajira, watalipa kodi eh, serikali itapata. Anazungushwa wewe, lakini ana, ana anazungushwa. Unajua, nikwambie na hiyo, hata nakuonyesha hata kuna foreni za mjini hapa, kitu ambacho ambacho kipo sana, kitu ambacho nimejifunza kwa nchi nyingi okay. za mm -hmm. Yani Kiafrika wazee <laughs> yeah. hawapewi thamani na hadhi tena mm. tofauti na mataifa mengine, ukishakuwa mzee kwa sababu wanaofanya kazi sasa hivi hawakuona mchango wao hao hawa, hawa, hawa wengi, wa wengi, wengi ndio waanzilishi waanzilishi mwanzilishi ah, yani unajua, ipo hadi kwenye kijamii, yaani wazee wengi unajua, ndio maana hata kuna nilisikia, wakati fulani nilisikia waziri Gwajima, kwamba serikali inaandaa mpango maalum wa ulinzi kwa wazee hususani kwenye kuwapa nafasi zile, mm -hmm. ya hadhi wanaostahili kwenye masuala ya malezi ya wazee mm -hmm. kwenye masuala ya ulinzi na usalama mm -hmm. na heshima yao kwenye jamii eh. Sawa, kuna wazee wa hovyo wanazeeka pia wapo, mm -hmm. lakini katika ile nafasi ya hekima ya uzee, yaani ile ya umri, hakuna kitu kinachozidi thamani ya uzoefu wa umri mm -hmm. Kwa hiyo katika hili utaona pia jinsi ambavyo wanachukuliwa hususani pale wanapokuwa kwenye mambo yao muhimu ya ambayo wanaamini madai yao muhimu. Sawa, so, wakati mwingine sio rahisi ku deal na wazee baada ya umri kwenda, wakati mwingine mm. kidogo labda kuna changamoto kidogo labda kwenye mitazamo, kuna mm. changamoto kidogo kwenye maoni jinsi wana, mingine, labda, na kuupa taarifa zao. Wakati mwingine labda vitu wanavyosimamia na kumwelewesha mm. kuna namna yake bora zaidi. Lakini kwa Afrika eh, ni ngumu sana kuona treatment za wazee zikiwa kwenye first class. Kwa maana mm. sasa ukiangalia okay, katika baadhi ya mataifa kwenye maeneo ambayo wazee labda nyumba za malezi kwa wazee mm -hmm. Wazee wasipatikane mtaani labda mm -hmm. E, utakuta kwenye usafiri utaratibu wa wazee mm -hmm. Kwamba maeneo ambayo mzee unampisha mm -hmm. Na nini wenzetu wametoa vipaumbele kwa watoto na wazee mimi mm -hmm. Kuna baadhi ya nchi nilikuwa kufika, e, kwenye usafiri wa umma akiingia mtoto, wewe ndo unampisha anakaa kwenye kiti kingia mtoto mdogo yote unatakiwa nyanyuke umpishe. hiyo sasa, hiyo ndo tofauti yetu sasa. mm. kwenye vipaumbele Sasa. Okay. hili ndo ambalo limekuja kuleta athari pia hata kwenye haya tunazungumza, kama haki zao za ustaafu wao, wengine walikuwa watumishi mm. wa umma au kwenye sekta binafsi. hili e, ndo limetengeneza athari kwa wale wanaowahudumia jinsi ya kuendelea kuwa treat vilevile vile. Mm. kama ambavyo jamii za Kiafrika zinavyowachukulia wazee kwenye maeneo kama haya. Kwenye kwenye kwenye nini? Kune umezungumza vizuri hapo mbele. Kwenye nchi nyingi za ambazo zinaitwa za kistaarabu mm. sawa eh? Zilizostaarabika. Zilizostaarabika. Wametengeneza hizi mm. um. tunasema hizi convention. Convention yake ni international treaty. Yaani mikataba mm. kimataifa na declaration matamko ya kuwalinda tunaita vulnerable, yani makundi ambayo makundi ambayo yanahitaji usaidizi mm. wazee, watoto, wanawake. Na ndio maana kuna nchi kwa mfano za Ulaya mtoto ni kitu cha msingi, ni pressures hata mm. hata kumwadhibu mtoto, yani wewe usitukumkuta tu unaanza kumfukea, sasa unaanza kumpiga, hiyo ni kesi, ni kesi kubwa. mm. Wanawake vile vile. Lakini vile vile, sasa kwa kwa kwa hii mada ya ya wazee ambao imeonekana kama our our party priority mm. Sasa hapo serikali vivyo lazima vilevile iweze ku, kuwekeza kwa sababu wote tuko humu tupo watu karibia nane ambao mm -hmm. sisi tupo watatu. baada ya miaka 25 sisi tutakuwa ni wazee okay, baadaye. Sawa? Na ukiangalia Tanzania ikifika mwaka elfu mbili na hamsini mtei mm -hmm. Maana ni kwamba ambao kutathmini kutathmini dira yetu mpango wetu wa pili mm -hmm. Tanzania itakuwa na wazee wengi Nafide na vijana we wengi sana k serikali inawajibu vivili kuangalia namna gani waweza kuwekeza kwenye social security Fund. Mm. Yaani, mif, mifuko ya uhifadhi ya jamii kwa sababu mbele ya safari Tanzania itakuwa na wazee wengi na vijana wengi, kwa hiyo taifa itakuwa na watu wengi wa kuwahudumia mm. ah kwenye ile anayosema, ukitazama ile uwiano wa kifo kwa nchi za Kiafrika hatutegemei mm. kuwa na wazee wengi kwa sababu wastani wa maisha kwa nchi za Afrika ni miaka hamsini. Wasahivi, kwa hiyo vijana wa sasa hivi wasitegemee kuwa watakuwa wengi <laughs> kwenye uzee wao, <laughs> uze wao. Hey, ila pia kitu ambacho ninakupa zamani ilikuwa inatumika wazee kama kipimo cha kustaarabika katika jamii fulani, yaani unataka mm. kujua kiwango cha kustaharabika katika jamii fulani tazama wazee waze wanaopatikana katika jamii mm. hiyo, lakini miaka sasa hivi imebadilika, kipimo kile kimekuwa ni wanawake Ukitaka mm -hmm. kujua e, kiwango cha kustaarabika katika jamii fulani, tazama wanawake wanaopatikana no, no, no, katika jamii hiyo, ukikuta kuna wamevaa madela tupu, utaelewa <lg emergenfe> <coughs> <roll> <Dieses earthquake>